Timu ya taifa ya soka ya kina dada Harambee Starlets imeadhibu Sudan Kusini mabao manne kwa sufuri kwenye mechi yao ya tatu ya mchuano wa CECAFA nchini Tanzania. Kenya ilifunga mabao mawili katika kipindi cha kwanza, eh, katika uwanja wa Azam, Chamazi. Kenya pia imeendelea kuwa saidizi nafasi kwa Kenya sasa kwenye boksa, inaingia vipasi ndani kwa fura, ni faith Odongo Dongo Mboya Malfa afuta Valet Wanyonyi, Valet Wanyonyi hey! Hey! Hey! Tumaini. Kona fupi to gere sana ndani na faso kwenye kamba, wanapata bao la tatu! Harambee Starlets, haraka haraka lekoa ndani kule ikotoshi ndani kule, kule unapokula wakubwa wao, ishia kula wali nyama waachie wao.